ko hii mfuko wa maendeleo wa vijana, ujua ili nalo fuko lingine la wizi tu, wizi na leo nakupeni fact mode huu mfuko hata haukaguliwi na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Ndugu Kichele, mimi nakufahamu, tunafahamiana. Inawezekana sasa hivi tusiongee kwa sababu ya hofu, kwa sababu mimi nimejiuzuru kwenye serikali, but tizama wewe unaendaga kukagua ofisi ya waziri mkuu, na kib bahati mbaya sana, huu mfuko wa maendeleo ya vijana uko ofisi ya waziri mkuu ndugu yangu Majaliwa, na nitawaeleza baada ya baada ya Majaliwa. Wewe, mfuko wa maendeleo ya vijana uko ofisi ya waziri mkuu. Kwa nini hakijawahi kuelezwa chochote kuhusu mfuko huu ambao unapokea fedha? Mara ya mwisho umewekewa fedha mara mbili za mwisho mwaka elfu mbili na moja imeingizwa bilioni moja, na wanaingizaga umo halmashauri ambayo ni kwa sababu halmashauri kuna hela zile za maendeleo ya vijana za asilimia kumi, na wao wai kuna namna fulani walifanya wakurugenzi kule wakizirejesha kule ndani zinakatwa, na mara ya mwisho ni mwaka mmoja miwili zimeingizwa milioni mia sita. Huu mfuko haukaguliwi hata na mkaguzi wa hesabu za serikali, na mfuko huu uko kwenye benki binafsi. Huu mfuko ni watu wanachukuaga hela za kujikopa. kuna hela mkurugenzi eh, na eh, na yule aito eh, nani, ule bwana fedha eh, mkuu wa, wa ofisi pale ya waziri mkuu wanawasaii hela zinatoka. How do you do that? Kule kuna bilioni mia tano sabini na saba kule JK nilitoa kama mfano, tusimsemee. Na zile bilioni hamsini walishazipiga na wao ndio wanawahamasisha hawa sasa hivi wakina mama Samia na Nchimbi. Lakini ndani kuna huo mfuko wa maendeleo ya vijana unaitwa YDF, hata kwenye ripoti za ukaguzi hazipo, na mfuko upo kwenye benki binafsi hiyo. Yani, hiyo inapigwa, inapigwa sasa hivi Inauma, inauma sana, inauma sana. Mimi sikubali, mimi sikubali. Ndugu Kichere, unaweza ukatazama jambo hili mm -hmm. unaweza ukatizama, ndio haya. Unajua, mimi wakati nafanya kazi kwenye Chama cha Mapinduzi, kwa dhamana yangu nilikuwa mkuu wa sera nilikuwa na hangaika na kujua namna gani tunaweza tukawezesha wananchi kiuchumi. Nikagundua jambo moja ya kwamba katika nchi hii tuna mifuko mingi sana ya kuwezesha wananchi, hauwezi kuamini. Tuna mifuko mwanzoni ilikuwa sabini na mbili mifuko sabini na mbili mifuko sabini na mbili yenye ukwasi wa zaidi ya bilioni mia saba arobaini zaidi bilioni mia saba arobaini Fedha ambazo washakopesha ni zinafika trilioni tatu. Mifuko sabini na mbili haisomani, haijuani, malengo yake hayashabiiani mfumo wa kuripoti taarifa, yaani mfumo wa utoaji wa taarifa zake serikalini tofauti na mingi, hata kukaguliwa haikaguliwi. Nikalifahamu hilo pamoja, nika na wenzangu, nikasema na viongozi wenzangu wa chama, tukaita watendaji wa serikali rumumba, mimi nikiwa mwenyekiti wa kile kikao, wengine ni makatibu wakuu walikuja siku ile na sasa hivi ni makatibu wako, walikuwepo kwenye kile kikao na TRA ya Kariakoo tukawaleta. Mimi nikasema haiwezekani, nchi hii walipakodi wawe milioni tatu. Haiwezekani, unapokuwa na watafuta riski wachache kwenye familia, hiyo familia inaanguka kwenye umaskini, lakini fursa ya kuongeza walipakodi ipo, ni kubwa sana. Sasa wewe fikiria kama narudi kule, kwa mfano wa Fred Vunjabei na Frank Knowles, wale si wanalipa kodi. Fikiria wale tukiwaongeza mara arobaini na nne elfu tutapata kodi kiasi gani? kwa nini kasema, haiwezekani, something is not right. Mchakato ukaanza kwenye kikao kile siku ile na mimi tukaripoti kwa mwenyekiti wa chama John Pombe Joseph Magufuli. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa sio mtu wa kulaza mambo, alikuwa ukitua jambo mezani anaanua. Nitakupa ushahidi. Waziri mkuu akaelekezwa kwamba aende akaanze mchakato wa kuiunganisha mifuko yote lifatikane fuko hili moja. Nakupa ushahidi, nenda ka Google hivi N E E C neki Fanyeni tathmini ya kisayansi kuhusu manufaa ya mifuko yote ya uwezeshaji. Majaliwa, mtapata maelekezo ya Waziri Mkuu Majaliwa tarehe kumi na nane ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili kumi na saba katoa maelekezo hayo, na mnukuu, anasema Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amelitaka baraza la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi NEC lifanye kufa, lianze kufanya tathmini ya kisayansi kuhusu manufaa ya mifuko yote ya uwekezaji nchini ili kujiridhisha endapo inawanufaisha wananchi kama ilivyokusudiwa. Pia amelitaka baraza hilo lifanye tathmini kuhusu namna ya kuunganisha mifuko hiyo bila kuathiri majukumu ya msingi na mantiki ya kuanzisha kwake ila inayofanya kazi zinazofanana iunganisho. Ametoa agizo hilo leo Jumanne, Aprili kumi na nane mwaka elfu mbili kumi na saba wakati akifungua maonyesho ya mifuko ya uwezeshaji katika uwanja wa mashujaa mjini Dodoma elfu mbili kumi na saba. Majaliwa akaenda Polepole, kama jina Polepole na Magufuli ni rais Sema, kwa sababu hapa walikuwa na mambo mengi, Magufuli alikuwa na mambo mengi, lakini alikuwa Polepole, ni Majaliwa. Magufuli hakusahau, nitakueleza Magufuli kuhusu hili jambo la kuunganisha mifuko, ili zile bilioni mia saba arobaini na nne na hela ambayo imeshazungushwa zaidi ya trilioni moja mbili tatu ziende kwa watu Rais Magufuli tarehe kumi na tatu tarehe kumi na tatu tarehe kumi na tatu Novemba elfu mbili na ishirini akizindua bunge akasema, tutaongeza pia jitihada za kuwawezesha wananchi wetu kiuchumi na kuwapatia mikopo isiyo na riba ama yenye riba nafuu. Leo watu wanataka kuchukua sifa. Magufuli alitaka kutoa mikopo isiyo na riba, kama ambavyo mfano kwenye Islamic law wanasema mikopo haitaki kuwa na riba. Magufuli anasema mikopo isiyo na riba au riba nafuu, ikiwemo mikopo ya asilimia kumi inayotolewa na halmashauri zetu, na pia kupitia mifuko na programu mbalimbali zilizoanzishwa na serikali ambapo kwa idadi ipo kumi na nane. No, kimsingi iko sabini na mbili na Mama Samia kaongeza hii. Baadhi ya mifuko hiyo ni mfuko wa maendeleo ya vijana wa YDF, huo ambao wanapiga sasa hivi uko ofisa waziri mkuu, mfuko wa maendeleo ya wanawake, mfuko wa taifa wa kuendeleza wajasiriamali, mfuko wa kutoa mikopo kwa wajasiriamali wadogo self microfinance, mfuko wa kudhamini mikopo ya mauzo ya nje, mfuko wa kilimo kwanza. Tutaimarisha usimamizi wa mifuko hii na kuhakikisha anaendelea watanzania wanaifahamu. Hiyo ni Magufuli anasema, tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini akizindua bunge. Hiyo ndio ilikuwa maelekezo ya CCM. Je, haya anayesema Magufuli mama Samia aliyatekeleza? mnapewa mikopo isiyo na riba mnapewa mikopo yenye riba nafuu jibu ni hapana na bilioni mia tano sabini na saba alafu wanatudanganya wanaleta bilioni ni ngapi mia mbili ndani ya siku mia moja waongo wakubwa tuendelee najua magufuli anaendelea kusema najua mifuko hii mingi ipo chini ya ofisi ya waziri mkuu majaliwa hivyo basi Sikiliza Magufuli anavyosema. Hivyo basi, sikiliza Magufuli anavyosema. Hivyo basi, na kuagiza Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii ikawe kazi yako ya kwanza kuishughulikia. Ikiwezekana mwangalie uwezekano wa kuiunganisha baadhi ya mifuko ili ifanye kazi kwa tija zaidi na kupunguza gharama za uendeshaji. Nataka mifuko hii ikawasaidie wananchi wa kawaida wakiwemo machinga. Machinga oye! Afu nikusikie machinga wanasema mitano tena, ya nini, ya wapi, akina baba na mama lishe pamoja na wajasiriamali wengine wadogo. Huyo ni John Pombe Joseph Magufuli, ni malizi chapchap. Mifuko iko sabini na mbili imeongezeka sasa iko sabini na nne wakati maelekezo yalikuwa waziri mkuu ipunguzwe ifanywe fuko moja. Mama Samia kaongeza, kaongeza. Ya kwanza inaitwa imarisha uchumi na Samia, tena anaita kwa jina lake, imarisha uchumi na Samia imise. Mfuko wa pili unaitwa Samia scholarship. Hizi ni hada na waziri mkuu Majaliwa anastaafu na kazi ikafeli sifuri It's Ndugu unfortunate. Unfortunate. zangu, ni hivi haya niliyowapia mpaka leo, hela nilizotaja ni zaidi ya trilioni ambazo Watanzania mgipewa, wajasiriamali wadogo sana wadogo, na wakati mawinga wa machinga, biashara ndogo ndogo, mgipewa hizi tungeweka utaratibu mzuri, mbona kule kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mitandao ya simu mnakopeshwa na mnalipa? Kwa nini serikali zia trilioni na zaidi, trilioni na zaidi? Wanasema oo, oh, tuliwapatia watu tuliwapatia watu. Tulikuwapi au watu wapi? Sasa wakijitekenya tunauyi kufafanua mfuko baada ya mfuko. Mungu akipenda, siku mbili zinazokuja, tatu, napiga bima, napiga mabando. Simameni imara, wa Tanzania, hakuna uchaguzi bila mwafaka wa kitaifa. Asanteni, na Mungu wa mbinguni awabariki sana.